Mtazamaji, kundi la 44 la China la msafara wa utafiti wa Antaktika umeanza kushusha vifaa vya utafiti wa kisayansi baada ya kuwasili karibu na kituo cha Zhong Shan. Operesheni hiyo inaendelea kwa, kwa msaada wa meli maalum za kuvunja barafu Xuelong na Xuelong ya pili kama sehemu ya safari ya miezi saba ya utafiti. Maelezo zaidi katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Safari hii ya utafiti wa miezi saba inaandamana na meli mbili maalum za kuvunja barafu, Xuelong na Xuelong 2, ambazo 1 novemba meli hizo mbili zinaleta jumla ya takriban tani 2000 za vifaa kwa ajili ya shughuli za kisayansi katika kituo cha Zhongshan meli ya Xuelong 2 iliwasili kwanza katika eneo la kushushia mizigo umbali wa takriban kilomita 12 kutoka kituoni baadaye helikopta ya KA-32 ilitumia safari kadhaa kusafirisha zaidi ya tani 300 za mafuta ya maeneo ya baridi kwenda kituoni hali ya hewa iliporuhusu Takribani wanachama 90 wa timu ya safari ya utafiti waliosafirishwa na meli hizo mbili tayari wako katika kituo cha Zhongshan, wakijiandaa kupokea vifaa na majukumu ya utafiti wa kisayansi. Baada ya juhudi za zaidi ya saa 30 za Xuelong 2 kupanua njia kwenye barafu na kuongoza safari, meli ya Xuelong nayo imewasili ikiwa imebeba takriban tani 1500 za vifaa. Shughuli za kushusha mizigo kwa kutumia usafirishaji juu ya barafu na helikopta zinatarajiwa kukamilika ndani ya wiki mbili. Baada ya hapo, Xuelong itaelekea kituo cha Qingling na Xuelong 2 itaelekea kituo cha Changcheng, vyote vikiwa Antaktika. Safari hii inahusisha zaidi zaidi ya washiriki mia tano kutoka taasisi zaidi ya themanini za China bara pamoja na watafiti kutoka nchi na maeneo zaidi ya kumi ikiwemo Thailand, Chile, Portugal, Hong Kong na Macao kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimataifa wa kisayansi watafiti watafanya tafiti za kisayansi katika nyanja mbalimbali, kuendeleza miradi mikubwa ya kitaifa na kupima vifaa vilivyotengenezwa China katika mazingira ya baridi kali. Kwa mara ya kwanza kabisa watafanya, watafanya majaribio ya kuchimba kisayansi kwenye maziwa yaliyo chini ya mazalia mazito ya barafu katika maeneo ya ndani ya Antaktika. <tune>